Juzi kuna mtu ananiambia mmoja wa, ya, ya Waislamu katamka maneno mabaya sana, nikambe nitumie hiyo clip, unaitaka? Akiwa anawashambulia hao wasiokuwa Waislamu kwa kumtetea mwanasiasa aliyekuwa ndani, wakatoa tamko atolewe haraka tena bila ya masharti. Wenzetu wako mbali wanatoa mpaka waraka, wanasiasa wao wanaompenda wao, chaguo lao, hatolewe haraka. Sisi mashehe ubwagwa, hatuna uwezo wa kutamka toloti. Akanaambia kuna mtu mmoja anamjibu moja ya wale watoa watoa waraka, anasema nini? Anasema huyu vipi? Sisi pia si mashehe, yeah. Walikaa ndani miaka tisa, mbona hatukusema chochote? Nikasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Muislamu, unajifakhiri kwamba waislamu wenzio walikaa ndani miaka tisa na tulinyamaza kimya, tuli kimya, tumetulia unaona. Hii ni fahari kusema. Unataka wasemewe na maskofu Simtaka nyenwe mwasemee wao, kwao ni marafiki wao, kwao lao ni moja. Sisi waislamu wangapi wamepata tabu huko nyuma na wanaendelea kupata tabu, nani katoa hata kiji waraka kimoja? Kwanza umoja huo tunao, uthubutu huo tunao. Inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Umirna an yuwali ba'duna ba'da, sisi tumeamrishwa sisi kwa sisi tuwe vipenzi. Muislamu mmoja akipata matatizo Waislamu wote waguswe et, et. Tukipata fursa kukaa na baadhi ya viongozi tunawachongea mashehe wenzetu: Mheshimiwa, yule shehe fulani yule chama fulani cha upinzani. Chukulia yule shehe ni wa chama fulani, katokea kupenda chama, mi binafsi sina ya mambo na weye. Unayemchongea chama gani chengine cha yule mheshimiwa Vipi wewe una uhalali wa kuwa shabiki wa chama hicho, yeye asiwe shabiki wa chama chengine? Nimeona wenzetu jinsi walivyoamka na wakawa wakali kama mbogo pale alipoguswa mmoja wao kiongozi mwenzao aliye inayosemekana aliyejeruhiwa akiwa katika makazi yake wote nchi nzima wamekuja juu wala sio dini nzima dhehebu moja tu waraka nzito nzito matamko mazito mazito kwa serikali tena zikiwa na, na am, amri ndani yake kwamba tunalia tunaagiza vyombo vyenye husika wachukue hatua wa haraka sana. Ndio picha aliyotupa Allah ndani ya sura ya nane Al-Anfal, aya nambari sabini na tatu. Wenzetu lao ni moja, wenzetu wana uwezo wa kutoa tamko moja. Sisi kila mtu ya rabbi nafsi sisi hata tukijaribu kuungana, kila mtu anataka uongozi wa ana alkabiru faadhimuni. Kauli mbiu inasema mi ndo mkubwa nitukuzeni. Basi mwenzao mmoja akipatwa na matatizo, wanaungana. Sisi wenzetu wangapi walipata matatizo, na wengine wanaendelea kupata matatizo, hatujawahi kufanya chochote. bali baadhi yetu wanaweza wakafurahia matatizo ya wenzetu na wakaongeza katika moto wa petroli ili moto endelee kuwaka, wale Waislamu wenzake, wanafunzi wenzake wa Bwana Mtume Muhammad, wafuasi wenzake wa Bwana Mtume Muhammad, wapenzi wenzake wa Bwana Mtume Muhammad aendelee kuteketea tutauona uso wa mtume siku ya kiyama? Sisi wenzetu wanaheshimika kila kona, sisi tunadharaulika kila kona. Kwa nini? Wamejijengea hishma na sisi ndio tumejijengea dharau. Hiyo na tukidharauliwa tunakasirika. Nini tatizo? Sisi unafiki ni mwingi Uoga ni mwingi, hofu ni nyingi, tamaa ni nyingi, uchawa ni mwingi, tunatumika tu pale tunapotakiwa kutumika. Na Muislamu anaweza kuwa jiwe moja, laki moja tu akauza dini yake, lakini asiyekuwa Muislamu humwingie kwa ushawishi wa pesa, na kama atakubali mamilioni ya pesa. Na tunajulikana kwamba She, laki moja na mtosha. Baba askofu hapa mm, chini ya thalathini milioni akubali hiyo laki na kupeleka api njapa tamatu la haula wala quwwata illa billah.